Ninakusalimu katika jina la Yesu. Namshukuru Mungu tena alinipa kibali e, wakati kama huu kukuletea neno la Mungu. Naendelea na somo linalosema gharama ya mafanikio sehemu ya kumi na moja e, na ukitaka kupata habari kamili ya somo hili tutasoma e, kitabu cha Yoshua sita mstari wa ishirini na moja hadi wa ishirini na tano lakini habari kamili utaipata eh, katika kitabu hicho jo cha Yoshua sura ya pili na sura ya sita Takwenda kuzungumza kipengele kimoja kinachosema adui yako ni fursa ya mafanikio yako, adui yako ni fursa ya mafanikio yako. Utanielewa mbele ya safari, lakini kabla hatujaendelea, nisome andiko letu la msingi ambalo utatembea nalo katika somo hili ni kitabu cha Yoshua 6 mstari wa 21 hadi wa 25. Biblia inasema basi wakaangamiza kabisa vitu vyote vilivyokuwa ndani ya mji, wanaume na wanawake, watoto na wazee, na ng'ombe na kondoo na punda, kwa makali ya upanga. Naye Yoshua akawaambia wale wanaume wawili walioipeleleza nchi Ingieni katika nyumba ya yule kahaba, mkamtoe huyo mwanamke mwenyewe na vitu vyote alivyo navyo, kama alivyo mlivyomwapia. Basi wale vijana wapelelezi wakaingia, wakamtoa Rahabu na baba yake na mama yake na ndugu zake na vitu vyote walivyokuwa navyo, wakawatoa na jamaa zake wote pia, kisha wakauteketeza mji kwa moto na vitu vyote vilivyokuwa ndani yake, bali fedha na dhahabu na vyombo vya shaba na vya chuma wakavitia katika hazina ya nyumba ya Bwana. Lakini Yoshua akamuhifadhi Rahabu yule kahaba na watu wa nyumba ya baba yake na vitu vyote alivyokuwa navyo, naye akaa kati ya Israeli hata leo, kwa sababu aliwaficha wale wajumbe aliowatuma Yoshua ili kuupeleleza Mji wa Yeriko. Bwana Yesu asifiwe. E, nimesema kwamba e, adui yako e, ni fursa ya mafanikio yako. Adui yako ni fursa ya mafanikio yako. E, mafanikio ya maisha yako ya kiroho, kimwili na kiuchumi yanaweza kuletwa na adui yako ikiwa utatambua ni nini ukifanye kwa adui yako ili upate mafanikio kupitia yeye. Bwana Yesu siwe sana. Gharama kubwa ni namna au ujasiri wa kumwendea adui yako ili upate mafanikio. Hiyo ndio gharama kubwa sana. Gharama kubwa ni namna gani ambavyo unaweza ukamwendea adui yako ili uyapate mafanikio kupitia yeye. Yapo mambo katika maisha yako hayawezi kutokea bila adui yako kuhusika. Nikupe tu mfano mmoja, ili askari aweze kupandishwa cheo lazima afanye jambo lolote la kishujaa, ndipo aweze kupandishwa cheo. Na moja ya jambo la kishujaa ambalo anaweza akavifanya askari ni pamoja na kumshinda adui. Napozungumzia kumshinda adui ni pale hapo ambapo askari anaweza akapambana na adui hatimaye aidha akamkamata au akamuua. Katika kipengele kama hicho, anaonekana kwamba huyu askari ni jasiri, ni shujaa. Kwa kumshinda adui anapandishwa cheo, anapandishwa cheo kwa sababu amemshinda adui. Yule adui sasa e, anamfanya huyu askari kupanda cheo. Sema adui yako anaweza kawa ni sababu ya wewe kufanikiwa kama utabaini na kugundua fursa zilizopo kwa adui yako ambazo zinaweza kukufanikisha. Bwana Yesu asifiwe sana. E, niseme tu kwamba huwezi kukua kiuhuduma bila e, kuzishinda changamoto mbalimbali ambazo unakutana nazo, na mara nyingi sana changamoto hizo zinatoka kwa adui yako. Lazima ushinde hizo changamoto, ndipo Mungu anaweza kukuinua katika maisha yako. Kama ni maisha yako ya kiuchumi, ukapitia changamoto ambazo zinaletwa na adui, ukazipitia zile changamoto, ukapita salama, ukashinda, ndipo unapoweza kutoka katika hilo eneo na kwenda katika eneo jingine. Bwana Yesu asifiwe. Turudi katika andiko letu la msingi la Yoshua 1:6 mstari wa 21 hadi 25 kama tulivyosoma, kwamba hizi ni habari za wana wa Israeli walipokuwa wanajiandaa kuingia katika mji wa Yeriko na kuuchukua, kama vile Bwana alipokuwa amewaahidi kwamba mtaingia Yeriko, mtautoa Yeriko, utakuwa ni mji wenu, na vyovyote mtakaovikuta mle, kama ni watu, kama ni vitu viangamizeni kabisa, kama ni watoto angamiza kabisa. Ukisoma ile sura ya pili, inaeleza vizuri kabisa namna na wale wapelelezi wawili walivyoenda katika ule mji wa Yeriko, ili waweze ukaupeleleze na hatimaye warudishe majibu kwa Yoshua, namna gani ule mji ulivyo na watu wanaoishi mle na vitu vilivyomo, ni watu wa namna gani, je, wanamtazamaje Mungu wa wana wa Israeli? Mambo kama hayo. Wapelelezi wale wawili walikwenda katika ule mji, lakini Biblia inatuambia kwamba walipoingia katika ule mji, mfalme akabaini kwamba kuna watu ambao wameingia katika ule mji ambao si wenyeji wa mji wa Yeriko. Lakini mfalme akasema watu hao ni wapelelezi, wameingia katika nyumba ya Rahabu ambaye alikuwa anafahamika kama ni kahaba katika ule mji wa Yeriko. Lakini mfalme akatuma watu kwamba kumwambia kwa Rahabu nimeona watu wawili ambao sio wa kawaida wameingia katika nyumba yako, nao hao ni wapelelezi, wamekuja kutupeleleza waweze kuona maisha yetu tunaishije. Naomba Rahabu uwatoe hao watu, uwatoe kwa sababu ni wapelelezi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Rahabu, Biblia inatuambia kwamba Rahabu alivyosikia au alivyopata taarifa hiyo kutoka kwa mfalme, Rahabu aliwachukua wale wapelelezi akawapandisha darini akawafunika na vitu ambavyo walikuwa wameviandaa kwa ajili ya kuwahifadhi hao wana wa Israeli ambao walienda kwa ajili ya kuipeleleza Yeriko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfalme alipozidi kumuuliza Rahabu kwamba, vipi hao wapelelezi wako wapi? Rahabu wakasema wametoroka, hata mimi sijui waliko kwenda, wametoroka, wameiendea njia ile, hata mimi sijui walikokwenda wapelelezi hao. Lakini kumbe Rahabu alikuwa amewatunza wapelelezi, amewaweka darini, amewahifadhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya hapo Rahabu alikuwa ametambua fursa ya mafanikio iliyopo kwa adui zake. Kumbuka kwa kwamba wale wana wa Israeli walikuwa ni maadui wa wenyeji wa Yeriko. Sasa Rahabu alikuwa ni miongoni mwa wenyeji waliokuwa naishi Yeriko. Akatambua kabisa kwamba hawa wageni, hawa wapelelezi walioingia katika mji huu, ni fursa ya mafanikio yangu mimi, kwa sababu tumesikia habari zao walipokuwa wakipita miji mbalimbali, namna na Mungu alivyokuwa anawaonekania, alivyokuwa anatenda miujiza, anatenda mambo makubwa, namna na walivyovuka bahari ya Shamu, walivyo, maji yalivyogawanyika upande huu na upande huu, walipata habari zao. Akawaambia aka wale wapelelezi kwamba tumepata habari zenu, kutokana na habari hizo tuliposikia kwamba mnataka muingie Yeriko, sisi wote mioyo yetu imenyong'onyea, imefifia, na tunajua kabisa kwamba huu mji ni wa kwenu, Mungu amewapa na hakuna ambaye anaweza kasimama miongoni miongoni mwenu akasimama kuwapinga nyie, msingia katika mji tume, tunajua habari zenu kwamba Mungu amewapa mji huu, lakini mimi nimewafanyia hisani. Kutokana na hii hisani iliyowafanyia Naomba nanyi mtakapokuwa mnauingia huu mji na mimi nikumbuke mimi pamoja na baba yangu na mama yangu na ndugu zangu na vitu vyote nilivyo navyo. Hiyo ni fursa ambayo Lahabu alikuwa ametambua kesa kwamba hawa adui zetu hawa ni fursa ya mimi kubaki hai mimi na mama yangu na baba yangu na vitu vyote nilivyo navyo. Alitambua kama ni fursa. Kwamba fursa ya adui zangu okay, hawa wana wa Israeli ipo. Hawa ndio wanaweza wakahifadhi uhai wangu mimi uhai wa baba yangu, uhai wa mama yangu, wakahifadhi vitu vyote nilivyo navyo. Alitambua fursa. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo wakawekeana viapo pale, ikafungwa kamba nyekundu dirishani. Wana wa Israeli wale wapelelezi wawili wakasema, tunafunga hii kamba, tutakapokuwa ku, tunakuja kuuangamiza huu mji, tutaiangalia hii kamba, yoyote atakayetoka nje ya kamba hii, sisi tutakuwa hatuna hatia kwa mtu huyo, lakini yoyote atakayekuwa amebaki ndani ya nyumba hii ambayo imefungwa kamba akabaki ndani, sisi tukimuua akiwa ndani humo tutakuwa na hatia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukisoma hicho kitabu cha Yoshua sita mstari wa ishirini na moja, Biblia inatuambia ni namna gani ambavyo sasa Yoshua anawaambia wale vijana, baada ya kuzunguka Yeriko kwa muda wa siku saba, Yeriko ukaanguka watu wakaanza kufyekwa na mapanga, wakaanza kukatiliwa mbali, ndipo Yoshua anamkumbuka Rahabu kahaba kwamba kwa sababu alitenda hisani, aliwafadhili wale wapelelezi, akasema, naombeni mkamtoe yule kahaba Rahabu, mkamtoe nyumbani mwake. Biblia inatuambia kwamba Rahabu alienda kutolewa, yeye pamoja na mama yake na baba yake, na vitu vyote alivyokuwa navyo vikatolewa akawekwa katika matuo ya wana wa Israeli. Bwana Yesu sifa sana, waka, wakakaa katika matuo ya wana wa Israeli wakati watu wengine wanaendelea kufyekelewa mbali, wanakatwa vichwa, damu zinavuja, lakini Rahabu na wazazi wake na ndugu zake na vitu vyake vinachukuliwa vinaenda kuwekwa katika matuo ya wana wa Israeli. Bwana Yesu sifa sana. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndivyo ambavyo Rahabu alivyoweza kutumia sasa fursa ya adui yake ambayo hiyo fursa ilipelekea sasa yeye kupona yeye na wazazi wake na ndugu zake na vitu vingine vyote alivyokuwa navyo, lakini fursa hiyo ndiyo ilimfanya Rahabu kuwa ni sehemu ya taifa la Israeli. Biblia inatuambia kwamba hata leo. Bwana Yesu asifiwe. changamoto kubwa ambazo tunakutana nazo, kwa nini watu hawezi kutumia fursa ya adui yake ili aweze kumletea mafanikio. Changamoto kubwa ni mtazamo hasi dhidi ya adui sana. Kwa hiyo niseme kwamba si kila unayemzania kuwa ni adui yako ana madhara kwako. Wengine ni maadui, lakini wanajua maisha yako, wanamjua Mungu wako, kwamba Mungu wako ni Mungu wa namna gani. Anaweza akakufanikisha katika maeneo yapi. Anakuwa ni adui lakini anajua nguvu za Mungu liye naye. Kwa hiyo hawa watu mara nyingi wanakuwa na hali ya kutetemeka mioyoni mwao, ingawa wewe huwezi kuwaona. Wanajua kabisa kwamba fulani anaye Mungu. Fulani hatuwezi kushindana naye. Lakini wewe ambaye sasa wanakuzania kwamba una Mungu hawezi kushindana na wewe, ndio unaye waogopa hao maadui sasa. Matokeo yake unashindwa kufanikiwa unashindwa kufanikiwa kwa sababu umeshindwa kutambua fursa iliyopo kwa, kwa adui yako ambayo inaweza kukufanikisha. Eh, maadui wengi wanayajua maisha yako kama nilivyosema, labu yeye alitambua hiyo fursa, ndio maana aliwahifadhi ali hai wale wapelelezi wawili e, wakati wakaangamiza Jericho, kama nilivyosema hapo mwanzo, alipona yeye na wazazi wake na ndugu zake na vitu vyote alivyokuwa navyo na ukoo wa Rahabu ni sehemu ya taifa la Israeli mpaka leo. Hebu jiulize katika maisha yako, ni maeneo gani ambayo umepoteza fursa kutoka kwa adui yako? Yule unawezani kwamba ni adui yako, kumbe huyo ndiyo Mungu amekuandalia, kwamba anaweza akakupatia ajira. Huna ajira, lakini yupo mtu unayemtazama kama adui yako, ambaye unadhani kwamba huyu ni adui yangu. Lakini kupitia huyo Mungu ndio amekuandalia ajira. Kupitia huyo Mungu ndio amekuandalia mafanikio katika biashara yako. Unadhani kwamba huyu ni adui yangu. Lakini Mungu ametengeneza mafanikio ya shughuli zako za kiuchumi ziweze kwenda mbele. Shughuli zako za kilimo ziweze kwenda mbele. Shughuli zako za, za ufugaji ziweze kwenda mbele. Shughuli zako za kisiasa ziweze kwenda mbele. Shughuli zako zozote za unazozifanya kwa ajili ya kujipatia kipato ziweze kwenda mbele. Lakini huyo tayari umemuweka katika kundi la maadui na unaamini kabisa kwamba huwezi kupata chochote kutoka kwa huyo mtu. Ndio maana maisha yako yako hivyo, kwa sababu adui unaishi naye, lakini kumbe anayo fursa, kama vile Rahabu alivyotambua kabisa kwamba wana wa Israeli ni adui, lakini kwa sababu Mungu amewakubali, kumbe ni fursa na mimi niweze kuponea kupitia wana wa Israeli. Lakini wewe unateseka, unahangaika, lakini wapo maadui ambao wana hela, ambao unamtazama kwamba wewe ni adui ana fedha na ni jirani yako, pengine unaishi naye mita mbili tatu kutoka hapo ulipo, nyumba yako iko karibu naye, lakini tayari umesha mweka katika daraja fulani, umeshamuona kwa kwamba huyu anajivuna ni tajiri ana mali anaringa, lakini kumbe Mungu amekuandalia kwamba huyu ndiye anaweza kukupatia mtaji wa kuanzia biashara, ukatoka katika maisha hayo duni ulio naye ukaenda katika maisha mengine mazuri zaidi na bora zaidi, lakini wewe umekuwa na mtazamo hasi, unamtazama vinginevyo. Hata bosi wako kazini unamtazama kama adui yako, lakini kumbe Mungu, huyo ndiye amemwandaa kwamba kukutoa katika hatua moja hiyo ulionayo kukupeleka katika hatua nyingine. Ni maeneo mengi sana umeshindwa kufanikiwa kwa sababu kila mtu unamuona ni adui katika maisha yako, lakini kumbe wengine siyo maadui. Mungu ame, amewawekea tu utisho lakini kuna mazingira ambayo anayatengeneza Mungu kupitia hao ya kutoa wewe kutoka hapo ulipo kwenda hatua nyingine na kupeleka daraja la juu zaidi. Bwana Yesu ni nimalize kwa kusema kwamba mpende sana adui yako. Hicho ndio kitu cha kwanza, adui mpende. Ukimpenda adui Mungu atakufungua fahamu zako, utatambua ni fursa gani ambayo iko kwa adui yako ambayo inaweza kukupelekea wewe maisha yako yakainuka. Yakiwa ni maisha ya kiroho, yanaweza kainuka pia kupitia adui yako, kwa sababu huwezi kuinuliwa kiroho bila kukutana na changamoto, na changamoto mara nyingi sana zinaletwa na adui. Tumia fursa vizuri kutoka kwa adui yako ili uweze kupanda daraja Wakati wenzako wanamfikiria yule ni mtu mbaya, wewe kaa karibu naye, ndiye anaweza akakusaidia akakutoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mungu anaweza akamtumia mtu huyo kuyabadilisha maisha yako. Bwana Yesu sana, mpende sana adui yako, lakini utambue fursa aliyo naye, kimpenda adui yako, angalia huyu mtu anaweza akanitoa vipi katika hatua hii ya maisha niliyo nayo kwenda katika hatua nyingine. Tambua tu kwamba adui ni adui, lakini yapo maeneo ambayo Mungu anaweza akamtumia aidha kwa kujua au pasipo kujua, kukutoa wewe katika hatua ya maisha uliyo nayo kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo adui anaweza kukuletea mafanikio. Niseme asante sana kwa kunisikiliza. Naamini somo hili litakusaidia na maisha yako yatabadilika. Wale watu ambao ulikuwa unawaona kwamba ni tishio, ni maadui zako, kumbe wengine ni Mungu amewaandaa kwa ajili ya kutoa wewe hapo ulipo. Ukifuatilia vizuri, ukiyashika haya ninayoyasema, Mungu atakuinua na maisha yako yatabadilika, utapata mafanikio makubwa sana. Nikutakie usiku mwema, asante kwa kunisikiliza.